Basi kabla hatujaendelea na kipindi chetu, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoo za waamini wako, waasha mapendo yako. Peleka roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. e Mungu uliyefundisha nyoo za waamini wako ukiwaletea mwanga wa roho wako mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho tupende aliyomema, tupate daima faraja zake tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji mpendwa, tunaingia au tumesha ingia tayari katika kipindi cha Kwaresma kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo kwa kawaida kipindi cha Kwaresma kinaanza na Jumatano ya Majivu, ambapo mama Kanisa anatualika sote kufunga na kusali kufanya toba ya kweli. Anatualika tufanye mfungo wa siku arobaini tukiiga yale Kristu aliyotufundisha. Yeye mwenyewe alifunga kwa siku arobaini. Ni kipindi ambacho kila mmoja anafanya kitubio cha dhati, kitubio cha binafsi, lakini vile vile atachukua muda wake kwenda kwa padre au kwa askofu na kuungama dhambi zake na kufanya malipinzi yanayostahili ni kipindi cha kufunga chakula kama kanisa linavyotufundisha, kwamba tunapofunga chakula, nia yake hasa si kulundika ili ule jioni au ule mwishoni mwa kipindi cha Kwaresma. Nia ya kufunga ni kwamba kile ambacho utajinyima, utakitoa kwa ajili ya wahitaji Hakuna maana ya kujinyima na kubadilisha ratiba ya kula halafu kile ambacho umejinyima usikitoe. Ndiyo maana kanisa kila Ijumaa ndani ya kipindi hiki cha kwaresma kunakuwa na njia ya msalaba na kile ambacho umejinyima wiki nzima, baada ya njia ya msalaba basi utakitoa na, eh, kiweze kutumika katika kuwasaidia wale wahitaji hivyo. Hiyo ndiyo Kwaresma na ndio jinsi ya kufunga. Na kama kawaida, kila mwenye afya njema anaalikwa kufunga. Kila mwenye afya njema anaalikwa kufunga. Wale wagonjwa, kwa sababu ni wagonjwa, anatumia dawa, basi wao hawaambiwi wafunge, wao watafunga kwa mtindo wao, lakini sio kufunga chakula, sio kuutesa huu mwili na, eh, na kuumiza kuto utibu kwa dawa. Kwa hiyo wagonjwa wao hawafungi lakini kila mwenye afya kijana yoyote yule ambaye ameshafikisha umri wa akili basi naye afunge. Wanafunzi ambao wako kwenye masomo kwa maelekezo kwa basi wao, kwa sababu lazima wasome wafaulu mitihani yao, hawa wanaondolewa katika orodha ya kufunga na watoto ambao wanahitaji kukua, wanahitaji kula chakula vizuri, hawa wanatolewa katika orodha ya kufunga chakula, lakini wanaalikwa kuwa na nidhamu ya kutosha ya kujinyima vile ambavyo vinawezekana. Kama wamezoea kulakula pipi mashuleni, basi kipindi hiki sio cha kutembea na kulakula njiani, hata kama wameruhusiwa eh, kula chakula kwa hiyo kama wanakula chakula nyumbani, basi wale nyumbani, lakini sio mtaani kutafuna tafuna. Lazima waonyeshe ile imani kwamba na sisi tunajinyima kwa namna moja au nyingine. Kipindi hiki cha Kwaresma, kila mwaka maaskofu wetu wanaandaa ujumbe wa Kwaresma, na mwaka huu tayari wameshaandaa ujumbe wao kama tunavyoona hapa ujumbe wa Kwaresma mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kauli mbiu yao ya mwaka huu inasema simameni imara katika imani. Inatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na sita aya ya kumi na tatu. Kwa hiyo simameni imara katika imani. Wewe unayesikiliza kipindi hiki, simama imara katika imani, na beba ujumbe huu, mpelekee mwingine, mwambie simama imara katika imani, ambayo inatoka katika Wakorinto sura ya kumi na sita aya ya kumi na tatu. Ujumbe huu wa maaskofu tayari umeshaanza kusambazwa katika majimbo yote ya Tanzania na maaskofu wameagiza kwamba ujumbe huu uwafikie watu wote. Ikiwezekana, kila muumini awe na kitabu chake kama hiki, au usome pale nyumbani, yeye na familia yake. Mapadre wote wawe nao, masista wote, makatekista wote wawe na ujumbe wa utafakari na wauelewe na wote wanaopewa huduma ya kulihubiri neno wawe na huu ujumbe ili waweze kuupeleka kwa waamini na kuwaambia simameni imara katika imani. Na ujumbe huu kwa kadiri maaskofu walivyoagiza, usomwe kila Ijumaa baada ya njia ya msalaba. Kwa hiyo parokiani pale, mnapomaliza njia ya msalaba, watu wataketi na itasomwa sehemu ya ujumbe huu wa Kwaresma, kipande watasoma, na ukishamaliza ukishamalizika kusomwa, ndipo sasa utafuata ule mchango wa Kwaresma ule ambao mtu umejinyima wiki nzima, utatola ule mchango kwa ajili ya kupelekwa kusaidia maskini. Kwa hiyo kumbe, kila atakayeongoza ile njia ya msalaba anapaswa awe na ujumbe huu ili awasomee waamini, na waamini nao wakifika nyumbani watatafakari huo ujumbe, na kama wana kitabu warudie kusoma pale mahali na kutafakari nao na eh, na, na, na familia nzima. Mababa maaskofu wanavyoalika na vyombo vya habari hasa vile vya kanisa kila mara wawe wanagusia vipande vipande vya ujumbe huu wa Kwaresma. Ujumbe huu wa Kwaresma, kwa ufupi tu, una sura nne. Sura ya kwanza ni uelewa wa jumla juu ya imani, kwa sababu nasema simameni imara katika imani. Sasa hiyo imani ni nini? Kwa hiyo lazima kufahamu hiyo imani yako ni ipi. Kwa hiyo uelewa wa jumla, uelewe maana ya imani, utajua kwamba imani ni zawadi, imani ni fadhila ya kimungu. Kufahamu nyanja za imani, imani tunaiungama, tunaiungama vipi? Imani tunaiadhimisha, tunaiadhimisha vipi? Ni ndani ya kitabu hiki, e, umoja na mfungamano wa imani na wito wa kuihusisha kwa wengine uhusiano wa imani na fikira yote hayo e, tunapaswa kuya tafakari kipindi hiki kizima cha Kwaresima, ambacho ambayo yanapatikana ndani ya, ya, ya ujumbe huu wa, wa maaskofu waliouandaa. Sura ya pili inagusa imani e, imani e, sura ya pili inagusa Kwaresima na nafasi ya imani. Kuna uhusiano gani kati ya Kwaresma na nafasi ya imani? Tunaalikwa kusafiri pamoja katika kipindi hiki cha Kwaresma, na safari ya imani ianze katika familia, ni safiri pamoja kutoka ndani familia. Kuna hali halisi ya imani kwa nyakati zetu e, na inamalizia kwa msisitizo, tusimame imara katika imani sura ya tatu inagusa imani na jubilei ya mwaka wa elfu mbili na ishiri na tano. Tunajua kwamba tuko katika mwaka mtakatifu wa jubilei wa elfu mbili na ishiri na tano. Kwa hiyo mababa walionelea vilevile wagusie mwaka huo wa jubilei. Wanaelezea jubilei maana yake ni nini, ni matunda gani tunayoyapata katika mwaka huo wa jubilei? E, imani itufanyi kuwa watumishi imani inatupa majibu gani katika mwaka huu wa jubilei, katika maswali mbalimbali mbali ya msingi yanayoulizwa. Sura hiyo inaelezea rehema tunazozipata katika eh, mwaka huu mtakatifu. Tuzapataji rehema eh? kuna njia mbalimbali ambazo zimeelekezwa katika eh, mwongozo huu. Kwa hiyo zinapatikana, tusome na tuelewe tunavyo E, maaskofu wanavyotuelekeza. Sura e, sura ya nne inahusu mwaliko wa jumla wa kusimama imara katika imani. Kwa hiyo wote tunaalikwa kusimama imara katika imani, ukishaifahamu imani yako hii takatifu katoliki ya mitume, simama imara. Tunayumbishwa katika ulimwengu wa leo kwa sababu hatujasimama imara lakini ukisimama imara hata kukija upepo upepo wa kiimani utafutwa huku kushoto na kulia, lakini utasimama katika imani. Huu ndio ujumbe wa maaskofu wetu ambao wametuletea, e, wame maaskofu wetu arobaini e, ambao kwa sasa e, rais wake ni askofu Wolfgang Pisa wa shirika la OFM Kapu ambaye vilevile vile ni askofu wa Lindi e, na msaidizi au e, makamu askofu e, makamu raisi ni askofu Eusebius Nzigirwa, ambaye vile vile ni askofu wa jimbo la Mpanda. Kwa hiyo na majina yao utayakuta kwenye e, ujumbe wao huu ambao tunaalikwa sisi sote kuwa nao. Kwa hiyo ni jukumu sasa la wale tunaoita wakurugenzi wa uchungaji majimboni, wakuu wa mashirika e, makatibu wa maaskofu, mawakili wa maaskofu, tunaoita vicar generals, kuhakikisha kwamba ujumbe huu basi unawafikia wote na unasoma kwa wote na kuhakikisha kwamba wanasisitiza kweli kila familia, kila parokia imeshapata ujumbe huu na kuusoma. Na hata kipindi hicho kikishapita cha Kwaresima, basi itakuwa ni wakati wa kurejea kwamba mwaka huu maaskofu walitufundisha nini kipindi cha Pasaka hata mwakani ikifika, kitabu hiki kitunzwe na kufanya rejea kwamba mwaka jana maaskofu hivi walitupa ujumbe gani. Hata miaka kumi ikipita, kitabu hiki kibaki kiwe ni rejea. Ndiyo maana maaskofu wanasisitiza kabisa ujumbe huu ufike huko majimboni kwetu. Ni matumaini yangu kwamba tumepokea basi ujumbe huu na kipindi hiki cha Kwaresima kwa moyo mkunjufu na kwa moyo wa toba. Basi pokeeni salamu hizi za toba, salamu za unyenyekevu, salamu za kupokea ujumbe wa mababa maaskofu kwa unyenyekevu. Tuusome, tuuelewe na tuufanyie kazi. Lakini mwisho, tubakie imara, tusimame imara katika imani na kuishi hii ima, eh, na kuishi hii imani na tuwasaidie wengine wasimame imara katika imani. Nami nawaambia simameni imara katika imani kama Mtakatifu Paulo anavyotuambia simameni imara katika ima, imani. Tunasoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na sita aya ya kumi na tatu. Basi tumalizie kipindi chetu cha leo kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, tuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini, ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Simameni imara katika imani.